Karibu katika channel ya kupendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kutumia simu yako ya mkononi. Katika video hii ya leo, utakwenda kuangalia matokeo ya kidato cha 4 2025. matokeo hayo utaweza kuyapata katika linki hii ambayo nimekuwekea katika grupu letu la WhatsApp na unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu letu la WhatsApp ili kuweza kuangalia matokeo haya na matokeo haya shule zote zipo hapa, kwa hiyo senta zote zipo hapa. Unachotakiwa kufanya ni kuangalia tu senta ambayo unataka kuangalia matokeo yake, lakini wamekurahisishia hapa juu kuwekewa alfabeti zake. Kwa hiyo utachagua alfabeti ya shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake, na hakikisha unafahamu namba ya mtihani ili uweze kuona matokeo haya. Mfano, kama hapa nitakwenda kuangalia shule Enda kuangalia shule moja hapa, labda hii Oldeani Secondary School na takwenda kuangalia matokeo yake shule hii okay. Utaangalia shule yako kulingana na wewe, shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake, utaifungua namna hii na utaweza kuona matokeo <coughs> moja kwa moja hapo. Kama hii ni mara yako ya kwanza kwa kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, Like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.